Maafisa wa polisi wamewakamata washukiwa wanne, wakiwemo raia watatu wa kigeni na kupata bastola tatu, bunduki aina ya AK-47 na risasi 30 katika eneo la Pangani hapa Nairobi. Akizungumza katika kituo cha polisi cha Pangani, kamanda wa polisi katika eneo la Nairobi George Seda alisema washukiwa hao ambao ni raia watatu wa Uganda na Mkenya mmoja, walikamatwa wakati wa operesheni wa ya usalama katika eneo hilo. Washukiwa hao sasa wanazuiliwa katika kituo cha polisi hapo hapo Pangani huko polisi wakiendelea uchunguzi. Mapema leo asubuhi, operesheni ya kijasusi katika eneo la Pangani kaunti ya Nairobi ilisababisha kukamatwa kwa washukiwa wanne na kupatikana kwa bunduki zikiwemo, bastola tatu, bunduki aina ya AK-47 na risasi 30. Kamanda wa polisi wa Nairobi George Seda aliyezuru eneo hilo alisema washukiwa hao wanne, raia watatu wa Uganda na Mkenya mmoja walikamatwa kufuatia habari za kijasusi. Just check that, that syndicate which means the crime has gone no shire. This is now being done with what called cross border. We can have the locals who are doing the planning as the other outsiders come and hit and they, and they, and they run. George Seda alisema kundi la maafisa wa upelelezi linachunguza silaha hizo ili kubaini iwapo zimetumika kutekeleza uhalifu maeneo mengine. The interrogation matters are, are, are ongoing we alisema washukiwa zaidi bado wanatafutwa. Aliandamana na afisa wa upelelezi wa jinai katika kaunti ya Nairobi Benson Kasioki na maafisa wengine wakuu wa polisi katika eneo hilo. Washukiwa hao wanne wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Pangani huku uchunguzi ukiendelea. Tukio hilo limejiri siku chache tu baada ya huduma ya kitaifa ya ujasusi kuibua wasiwasi wasi kuhusu kuongezeka kwa uhalifu katika mipaka ya Kenya na mataifa mengine.